Hello, hello, hello habari na imani u mzima mtazamaji wa ABR Digital TV na hii ni na Sports na leo tunaenda kuangalia makocha wanaolipwa mshahara mkubwa zaidi duniani nambari moja inashikiliwa na Pep Guardiola huyu ni raia wa jimbo la Catalonia ambayo inapatikana kwenye nchi ya Spain ana umri wa miaka hamsini na sita anaifundisha klabu ya Manchester City ya nchini Uingereza mshahara wake ni euro milioni ishirini sawa sawa na bilioni sabini pointi saba za Kitanzania. Nambari mbili inashikiliwa na Mikel Arteta, huyu ni raia wa Spani ana umri wa miaka arobaini na tatu anayefundisha klabu ya Arsenal ze ganazi washika mtoto wa London, mshahara wake ni yuro wa milioni kumi na tano sawa sawa na bilioni hamsini na tatu kwa mwaka. Nambari tatu inashikiliwa na Diego Simeoni, huyu ni raia wa Argentina ana umri wa miaka hamsini na nne anayefundisha klabu ya Atletico Madrid toka mwaka 2011 mpaka sasa. Mshahara wake ni euro milioni kumi sawa sawa na bilioni 35.7 za kitanzania. Nambari nne ni Carlo Ancelotti. Huyu ni raia wa Italy, ana umri wa miaka 65, anayefundisha klabu ya Real Madrid ya nchini Spain. Mshahara wake ni euro milioni 9.6 sawa sawa na bilioni 33.9 za kitanzania. Nambari tano ni Jose Mourinho. Huyu ni raia wa Ureno, ana umri wa miaka 62, anaifundisha klabu ya, ya Fenerbahce ya nchini Uturuki. Mshahara wake ni euro milioni 8.9 sasa sana bilioni 33 za kitanzania. Nambari sita ni Jorge Jesus. Huyu ni raia wa Ureno, ana umri wa miaka sabini, anaifundisha klabu ya Al Hilali ya nchini Saudi Arabia. Mshahara wake ni euro milioni 8.4 sawa sawa na bilioni 31.1 kwa fedha za kitanzania. Nambari saba ni Luis Enrique. Huyu ni raia wa Spain, ana umri wa miaka 54 anaifundisha klabu ya PSG nchini Ufaransa. wa mshahara wake ni euro milioni 17.5 sawa sawa na bilioni 29.7 za kitanzania. Nambari nane ni Arne Slot. Huyu ni raia wa Dachi, ana umri wa miaka 46 anaifundisha klabu ya Liverpool FC ya nchini England. Mshahara wake ni euro milioni sita sawa na bilioni 24 za kitanzania. Nambari tisa ni Erik ten Hag. Huyu ni raia wa Dachi, ana umri wa miaka hamsini na tano. Anaifundisha klabu ya Manchester United. Mshahara wake ni euro milioni sita sawa na bilioni 24 za kitanzania. Na nafasi ya kumi inashikiliwa na Vincent Kompany. Huyu ni raia wa Ubelgiji, ana umri wa miaka thelathini na tisa, anayefundisha klabu ya FC Bayern Munich ya nchini Ujerumani. Mshahara wake ni euro milioni sita sawa na bilioni ishirini na nne za kitanzania. Na hiyo ndio orodha ya makocha wanaopokea mshahara mrefu zaidi duniani. Usisahau kusubscribe, kujiunga na familia hii kubwa, na mimi ni Logan Lake, na hii ni Nane Sports. Asante.